Mtazamaji wa Tausi wa nishati safi, ukisikia neno Edward kwenye kichwa chako unapata taswira gani? Ama nini kinakujia? Umesikia tulizi ametaja neno Edward. <laughs> Inakukumbusha nini? Inakukumbusha nani? Ni kitu gani ambacho unakipata Nisikupe maswali mengi sana za kujuliza. Hu ulizi, vipi mbona anatuuliza kuhusiana na Edward? Hapa namzungumzia Gold Wizard, kama ulikuwa umfahamu, ndiye ambaye namzungumzia, moja kati ya wachezaji wazuri kwelikweli ambao walipata kufanya vizuri sana miaka ya nyuma, amepita katika timu mbalimbali. Sio mwingine ni Edward Hiza, ambaye amepita katika timu ya Nyota Afrika Morogoro lakini pia amecheza katika timu ya Mseto, lakini pia amecheza katika timu ya Pamba. Amepita timu nyingi kweli kweli, kwa wale vijana wa zamani watakuwa wananielewa hiki ambacho nakizungumzia. Kwa kuanza, mzee wangu, tukumbushe kidogo, kisikia jina la Bitebo inakuja nini akilini mwako? Uh, nikisikia jina la Bitebo kwanza nakumbuka Mwanza, nakumbuka Mwanza, nakumbuka timu ya Pamba ambayo sasa hivi iko ligi kuu, hapo ndio ninapokumbuka kwamba sisi tulikuwa waanzilishi, wapandishaji hii timu katika kucheza katika ligi kuu. Imecheza ligi kuu hii timu, sisi ndio waanzilishi. Tumecheza, tumepata nafasi hiyo tangu tumeanza, mtiririko wa moja kwa moja mpaka kufikia mwisho tulikuwa tunaongoza ligi. Kipindi hicho mzee wangu ulikuwa na umri gani? Nilikuwa na umri wa ujana, nilikuwa na umri wa ujana na. <laughs> La, ungetaja miaka yako ningeshangaa mtazamaji, maana wachezaji hawa wa mpira ni ngumu sana kutaja umri wao, yaani wataja ule umri kabisa waliozaliwa nao, inakuwa ngumu kabisa. Kuna mwingine mwingine unamtazama, nasema la, miaka kumi na tisa ishirini Ukijiangalia wewe lizu, unasema, nasema jamani, mbona mimi na yule yule anaonekana mkubwa, lakini hawatajelekea. Hii ndo tabia yenu. Inawezekana ikawa ni kweli hiyo tabia lakini stiri ni kweli kwa sababu mpira nilianza muda mrefu sana. hata wakati naenda Mwanza tayari nishakuwa nakaribia kustaafu naenda Mwanza, lakini mpira nilianza miaka ya nyuma sana. nimecheza na kinatenga mimi kinajela mtagwa tena kuwa na holda, captain na timu ya Pani Africa imetoka ime kuitwa Pani Africa kutoka timu ya Morogoro Nyota Africa baadaya mgogoro wa kwanza wa, wa, wa, Yanga ule tukaja tukacheza hapa Morogoro. Tulivyotoka Morogoro ndo kwenda Dar ikaitwa Pani Afrika, ndo ilipoanzia kipindi hicho. Wewe ulikuwa kapteni timu? Kapteni mimi na Gibson Sembuli. Hivi huo wanaangalia nini pale ambapo wanamchagua mtu kuwa kapteni wa timu? <laughs> Kapteni wa timu unatakiwa uwe kwanza unamudu kucheza hmm, una nidhamu, alafu unaweza kuongea vizuri na wenzako kuhamasisha unaweza kupata ukepten. mm. Hii sijui ni kipindi hiki cha sasa ama kipindi cha nyuma, haya matukio yalikuwepo. Hivi karibuni tumekuwa tukiona baadhi ya wa wachezaji wanapokuwa uwanjani pale, joto limepanda, kuna matukio wanayafanya, mpaka unajiuliza, wanajiuliza eh, imekuwaje? Kipindi cha nyuma pia haya mambo yalikuwepo? Eh, kipindi cha nyuma mambo pia yalikuwepo, na yani haya mambo hayapishani ya mpira unajua, yanalinganalingana mimi nakumbuka mwaka 74 tumechukua kombe la Taifa Cup Mwanza. mm. timu ya mkoa wa Morogoro, kina jela wapo hapa, nani kina ngurungu, huyu tulikuwa wote, unaona mm. tumechukua kikombe cha mkoa Mwanza Taifa Cup mm. Mm. kwa kuna baadhi ya matukio yalitokea hapa, matukio hayakosi. Kwenye moja kati ya tukio ambalo nalikumbuka mpaka leo tunapozungumza hivi sasa, naomba utukumbushe Tukio la kwanza ni kwamba golikipa wetu alidaka penalti. uh -huh. E, hilo lilikuwa tukio bora zaidi. Tulicheza na Tanga. Omar Nzimbwe uh -huh. alipiga penalti mtu akadaka. uh -huh. mm. Mtazamaji wa Tausi wa nishati safi, tupo Morogoro na hapa tunapozungumza, kama ambavyo unaona, tuko uwanjani kabisa, katika uwanja wa Jamhuri CCM Morogoro. Kama ambavyo nimekuambia, tupo na gwiji katika swala zima la soka, tunazungumzia swala zima la nishati safi. Unakumbuka tukio lolote, mzee wangu, ambalo umewahi kulifanya na lilikuwa la uchafuzi wa mazingira, yani ulichafua mazingira? Nakumbuka Niliwahi kukata mti, nilikuwa nauona kama korofi, nikaukata ule mti aa, aa, sikuwa na kibali, niliamua kuukata tu na ndivyo ilivyokuwa. Alafu na matumizi ya mkaa, nilikuwa na napenda kununua mkaa sana kwa ajili ya matumizi ya nyumbani, ndio Uh, Tausi wa nishati safi, tumekuwa tukichagiza matumizi ya nishati safi uondokane na matumizi ya nishati chafu, yaani suala so zima la ukataji uh, miti kwa ajili ya kuni lakini matumizi ya mkaa. Kwa sasa tuna nishati safi, tuna gesi tuna majiko mazuri kabisa ya kupikia majiko banifu wanayaita hivyo, tuna majiko pia ya umeme. Tukizungumza kwa hapa Morogoro, mzee wangu, hali ikoje kuhusiana na swala zima la matumizi ya nishati safi? Ah, kama ilivyo inatakiwa bado elimu inatakiwa kutolewa na inatakiwa kutolewa kwa ajili ya matumizi ya, ya nishati safi sababu watu wengi bado hawajaelimika wanaona kwamba uh, majiko ya gesi ni ghali, gesi inauzwa ghali. Labda hilo tu ndo la kuangalia, kwa hiyo kubwa mm, elimu iendelee kutolewa, mm, kutolewa. Lakini laki, laki pia umezungumza kwamba uh, gesi gharama yake ipo juu sana kuna viongozi wanakutazama sasa hivi, na wanachagiza swala zima la matumizi ya nishati safi. Neno lako unawaambia nini kuhusiana swala la bei, na swala zima la bei na upatikanaji wake kwa hapa Morogoro, hasa upande wa nishati safi, nazungumzia majiko mfano ya gesi. Hapa Morogoro, majiko ya gesi yapo madukani, uh, matangi ya gesi iliyojazwa yapo madukani. Kitu kikubwa ni kwenye bei tu mm, kwa mfano lile la kati lile pengine unauza hamsini na nane sitini ni kiasi kikubwa sana kwa watu mm. Angalau haya mengine madogodogo utanunua dogo, linakaa wiki moja wiki mbili, limeisha. Sasa mi nafikiri kwenye bei tu kuangaliwa. Matausi, huwa nishati safi tupo Morogoro kwa, lakini kubwa tuna nishati safi kapu. Hili ni jambo la kimichezo, ni jambo la kimpira. Tunavyozungumza hapa, nazungumza mbali ya mchezaji mkongwe, lakini pia anazungumza na mwenyekiti katibu, anazungumza <laughs> na katibu aliyekuwa lakini kwenye hii Nishati Safi Cup, wewe si ndo katibu wetu? Mimi ndo katibu. Nataka tuzungumze kwenye hili kwa ambaye anatutazama akisikia Nishati Safi Cup. hiki ni nini ambacho kinafanyika hapa Morogoro? Ah, nikiwa kama katibu A watu wa, wa kusimamia mambo ya nishati kuwa safi na nini tuna tunajaribu kuwa na mashindano, tutakuwa na mashindano ya kata uh, karibuni ishirini na tisa zitafikia thelathini na mbili hivi. Kwa hiyo watu wa, wawe tayari kwenye kata, tutafika huko kuhamasisha wawe tayari, wajiandae, tuweze kuhamasisha na hiki kitu kifanikiwe. Huko kwa hiki ulichokisema, inamaanisha kwamba mtakuwa na timu za mpira yani mashindano ya timu zikishindana katika swala so zima la mchezo wa mpira wa miguu, si ndivyo? Ndiyo, tutakuwa na mpira wa miguu na vile vile kutakuwa na mashindano ya bodaboda. Zawadi ni nono na kila kitu kitakwenda sawa tu. Vifaa vya jezi uniform vitapatikana, tutatoa hizo ambazo zina nembo zetu za nishati safi. Basi naamini kwamba tutakwenda tuta vizuri. Okay, kumbe sio tu michezo, ila inatumia fursa katika hiyo michezo kutoa elimu pia ya namna gani jamii ijikite na suala zima la utunzaji wa mazingira, lakini pia matumizi ya nishati safi. Tumeona kwamba mchezo wa mpira umeonekana kwa miaka ya hivi karibuni kuwa mchezo pendwa tofauti na miaka ya nyuma. Sasa hivi hata wanawake wanashabikia mpira. Uh, una lipi la kuzungumza kwa wazazi ama walezi ambao wana watoto nyumbani, lakini mtu anatazama anaona kipaji mi na kipaji cha uchezaji mpira naona mpira. <laughs> Nataka mwambie kitu. Kuna wazazi wanawakataza watoto kujihusisha na maswala mazima ya uchezaji wa mpira wa miguu. Nataka nisikie neno kutoka kwako kwenda kwao. Mimi naona kama vile tumepiga hatua kidogo, kwa sababu naona tukitazama televisheni za Arabuni, waarabu wanaruhusu wanawake wanakwenda kiwanjani wanacheza. Sasa hivi waarabu, sisi tuongeze kupiga hatua tu. mm-hmm. E, naona kama tumepiga hatua, kwa hiyo wazazi sidhani kama wana, sasa hivi wana mawazo yale ya kufungia watoto wao wakike. mm-hmm. Hapana, mi nadhani kila mmoja anaruhusu mtoto wake. Sasa tuongeze bidii hapo uliposema kwa wazazi kufungia watoto wao wa kike, kuna mada moja hivi mtaani na imeleta mtazamo kwenye, kwenye jamii hasa upande wa ligi ya wanawake. Ukitazama watoto wa kike ambao wanacheza mpira wanajaribu kuonyesha mabadiliko ya mionekano yao, hawataki kuonekana kama wanawake, ingawa sasa hivi kidogo tumeona wakijitahidi kuja kwenye. Wanawake wengi wanataka waonekane kwamba ni wanaume, kwa sababu wao wanacheza mpira, na hii pengine ndio huwa inaleta wasiwasi kwa wazazi kwamba ah, Huyu mtoto wangu wa kike nimemzaa wa kike, kwa nini sasa? Kwa sababu tu anacheza mpira anataka awe na mwonekano wa kiume. Unaowaambia nini hawa mabinti ambao wanacheza mpira na wanataka kujiweka kwenye muonekano wa kiume, wakiacha huu wa jinsia yao? Ah, mimi nafikiri naona kama wako right eh? Kwani akiwa anacheza mpira alafu akavaa tu na akakaa mwonekano wake wa kike inampunguzia nini? Yeah, right. kwa sababu yeah. Mchezo wa mpira unatumia nguvu kidogo nguvu lazima ukae mwelekeo wako ubadilike, uonekane una nguvu, unajikaza kidogo. Ukiwa kama binti tu, ukikumba umeanguka, umeanguka unaonekana <laughs> hujafikia viwango <laughs> lazima ujikaze, uwe na msuli, ucheze. Kwa hiyo ilikuwa mkakamavu, unatakiwa uvae kama mwanaume. Jamani, mimi <laughs> sio kuvaa wala kunyua, lakini ukishavaa bukta na jezi basi una muonekano fulani hata ule mbona, wakipokea waki zawadi, tunaona wamevaa magauni nini, wamebadilika. Lakini wengine, mzee wangu, hata kwenye kuongea, kutembea, hawataki kabisa kutembea kikike na kuwa na muonekano wa kike. Lakini pia hivi karibuni tumeona, hasa kwenye mashindano makubwa ya kimataifa, kumekuwa kuna malalamiko sana kuhusiana na VAR kwamba imeonekana kama kutokuwa fair. Kwa baadhi ya timu hasa za Afrika, natamani useme kitu kwenye hili uh, VAR. Wale walioko kwenye chumba cha VAR, inatokea inatokea kosa kosa, wale wanamweleza refarii, hapa tunaona hivi hivi hivi hivi. Sasa refarii ni jukumu lake mwenyewe kwenda kutazama, na saa nyingine Walioko kwenye VAR ni binadamu. Saa nyingine ile picha ambayo inaonyesha iko wazi kwamba kosa limetendeka. Wanaweza wasimuonyeshe referee. Referee akawa hivi hivi. Lakini kosa nyingine la, la, la, la offside wakitaka kuna nini refa anakwenda kuona, na mstari umechorwa pale, anaangalia anaona offside, vinginevyo hawamwekei ile, wanamwachia tu amwe mwenyewe, anaangalia picha zia anaangalia, anatoa maamuzi, ndio hivyo hivyo wanavyotuini. Haya, hapa nilipokaa nikitazama mbele yangu, na uona mlima mm, ama milima hii ya Uluguru, ningependa kufahamu mzee wangu, kipindi cha nyuma ukitazama hali ilivyokuwa katika milima hii ya Uluguru na sasa hivi, yale mambo yaliyokuwa kipindi cha nyuma, utunzaji wa mazingira uliokuwa kipindi cha nyuma na sasa hivi, bado unaendelea ama ukitazama unaona kuna mashakiri kuhusiana na uharibifu katika milima hii ya Uluguru? Uh, mimi naona kuna uharibifu kwanza wakati wa nyuma ilikuwa huwezi kuona nyumba zimechomoza vile, ilikuwa hakuna nyumba, kwa sababu watu walikuwa wanaishia hapa chini tu, kule ilikuwa ni msitu. Lakini sasa hivi watu wamekuwa ni wengi, wale wenyeji wamezidi kupanda juu, na wenyeji sasa hivi wame, wamepata hela kidogo za ujenzi, au watoto zao wanawasaidia, unaona, wamejenga kule juu, Nyumba hasa za haja zimejengwa kule juu. Kwa hiyo utaona kwamba mlima kidogo unakosa nguvu zake. Kuna sehemu ambazo zinaonekana nyeupe nyeupe kabisa, zile sehemu ambazo zinaonekana maji um, ni za msimu. Sasa hivi unaweza kuona kwa msimu, lakini muda mwingi kunakuwa hakuna. Mlima uko hivi hivi tu, na hata hivyo hivi watu wa mazingira wamejitahidi sana kusimamia mpaka unakuwa vile. Na ukiona vile ni mashamba, ile mingine ni miembe ile Hey, ile mingine ukiona vichuguuchuguu vile ni miembe ile ndio hey ilivyo. Kwa hiyo nini kifanyike sasa katika swala hili? Uh, la utunzaji wa mazingira, hasa katika milima hii ya Uruguru, ili turudi kule tulikotoka ubaki kwenye uhalisia wake huo na muonekano ule, lakini pia tunafahamu kwamba milima hii ni milima muhimu sana, hasa tukizungumzia vyanzo vya maji ambavyo vinapatikana hapa, na matumizi yake hayaishii tu hapa Morogoro, tumeona yakitusaidia wakazi wa Dar es Salaam wakazi wa Morogoro pia na maeneo ya jirani. Kipi tufanye sisi, sisi sasa ama nyinyi kama jamii ya watu wa Morogoro, kipi kifanyike ili kulinda hii milima yetu? Mi nafikiri watu wangekewa, wangewekewa kiwango, yaani wasizidi juu, kwenda juu, watu wateremke chini, kuliko ni kwenda juu, kwa sababu kwenda juu nafikiri itakuwa ni, ni mbaya zaidi. Alafu kilimo, kilimo watu wanalima sana miembe ile mtu anaweza kuwa nyumba zimeishia chini, lakini juu kukazidi kuwa mashamba. Watu wanakwenda tu mm. labda hivyo, lakini vinginevyo, otherwise watu wa milima itakuwa mpaka juu, inabaki sehemu zile zenye, zenye mawezi yeah. ndio ambazo zimeachwa, lakini nafikiri inatosha. <laughs> mzee wangu anasema uharibifu wa mazingira huku Morogoro, hasa maeneo ya milima ya Uruguru. Jamani, inatosha, tulinde na tutunze mazingira yetu, si kwa faida yetu sisi tu binafsi, bali hata kwa vizazi vyetu vilivyopo na vinavyokuja. Wakati tunamaliza mazungumzo yetu, mzee wangu, na nataka kusikia kutoka kwako, una neno gani kwa mtazamaji wetu ambaye anatutazama sasa hivi kuhusiana na swala so zima la mazingira, kuhusiana na swala so zima la utunzaji wa mazingira na nishati safi? Na shauri tutunze mazingira kwa manufaa ya vizazi vijavyo, hata sisi wenyewe pia tuna wajibu wa kufanya hivyo kwa faida yetu, sio kwa vizazi vijayo tu, hata sisi wenyewe kwa faida yetu. Nimekuwa na wakati mzuri sana na gol wizard, ulikuwa wakimwita hivyo kipindi cha nyuma, unaambiwa kwamba alikuwa uwanjani sio mchezo mzee wangu. Edward Hiza alikuwa akiingia uwanjani, watu wanafahamu balaa lake. Uh, swali hili ni la kichokozi <laughs> ukitazama enzi zako wakati we huko moto kweli kweli uwanjani kwa sasa hivi kwa hawa vijana ambao tuko nao kwenye ligi yetu ya hapa nyumbani Tanzania kuna kijana yoyote unaona anakaribia karibia balaa ambalo ulikuwa ukilifanya uwanjani kipindi hicho ah wanaokaribia wako wengi kwa sababu sasa hivi sheria za mpira zimepunguzwa sana hmm. zimepunguzwa makali lakini zamani baadhi ya sheria nyingine zilikuwa ngumu sisi wenye miili midogo kama hivi ilikuwa ni shughuli kucheza. Moja kati ya sheria ambazo zilikuwa zikiwabana sana zamani kwenu ni ipi hiyo, tukumbushe moja tu. Ni, ni thousand misconduct sheria namba kumi na mbili. Hmm, yaani rafu, watu walikuwa wanacheza rafu, ilikuwa halindwi mchezaji halindwi, rafu inakubalika. Unaona hiyo hmm, ilikuwa ni mbaya sana. Watu tulikuwa tunapata maumivu mara nyingi tulikuwa tunapata maumivu unaona alafu, kitu kingine mpira wa sasa hivi watu hawachezei zamani. Sisi tulikuwa tunachezea vipaji. vipaji lakini sasa hivi ni kufundishwa, pata mpira weka pale weka pale, lakini zamani tulikuwa tunachezea vipaji vipaji, umebakia na beki wawili, wewe una lazima mbele huko ufunge goli, lakini sasa hivi watu wanachezea eh, mwalimu Unaambiwa na mwalimu piga hapa, lazima upige pale, piga hapa, pige pale, toa pasi, toa pasi, peleka pasi nyuma, peleka pasi nyuma. Zamani sisi tulikuwa tunachezea vipaji mm. Eh, sio mwalimu. Kwa hiyo wale ambao wanakaribia uwezo wako, ukiwatazama, unaona hawa wanakuja kabisa. Kama mimi kipindi kile, nataka watatu tu, mzee wangu <laughs> kati ya vijana wa sasa wako wengi wako wengi wako wengi, wengi, Kwenye wengi. Hao wengi tutaji watatu tu <laughs> nah, nikimtazama Msuva mm. nikimtazama yule mzambia anayecheza Yanga yule nani budo? Uh, Yanga kuna anayecheza Simba ni nani? Joshua Mutale budo Joshua Mutale. Mm. Amuona yule ana mwelekeo, mm. Anajituma, anasogea yule mm. <laughs> Basi na wengine wengi ambao wanaona kama mzee wangu <laughs> ona... yeah. Simba na Yanga wananongwa zao <laughs> umemtaja Simon apigwe <laughs> Msuba sawa yeah. Kwa sasa anacheza nje ya Tanzania mm. Kwa Simba umemtaja Joshua Mutale budo Yanga yeah. Jamani mzee wangu, hebu maliza, mi sitaki matatizo na watu. Yanga ujaona Yanga namuona Nzengeli eh, Maxi eh, Maxi au yule nani yule? ah, namsahau. Fuadi yule nywele zake tia hivi pakome, ana mvuto. Haya bwana, nikwambie tu, nilikuwa naye mzee wangu Edward Hiza, wanamuita Gold Wizard. Tumekuwa na wakati mzuri kabisa katika viwanja hivi vya Jamhuri CCM hapa Morogoro na tuseme tu kwamba umemsikia amesema mengi. Mpaka wakati mwingine kupitia uh, tausi wa nishati safi, ni kusihi tu tuendelee kulike kushare na kusubscribe kupitia YouTube channel yetu, lakini pia usisahau kutufollow kulike na kucomment kupitia Instagram account yetu tunapatikana kule Tausi Media. Mpaka wakati mwingine, mimi ni Liz Business.